zinaturudisha kwenye hali ya amani kabisa ya kawaida. Ukiangalia kwanza, wananchi walisha gubikwa na hofu na wasiwasi kwa ajili ya zile vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi kabisa, lakini hotuba hii, kama asilimia kubwa watu wamepozwa mioyo, kwa sababu swala la maridhiano alilitaja, ambalo ni mimi nasema ndio inaweza kuwa mwarobaini kabisa ya amani yetu baada ya uchaguzi sababu. So, kama unavyojua watu wote wanasema kuna ba, maisha kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na sasa. Uchaguzi umeisha, tunategemea amani yetu iendelee na irudi. Kwa hiyo yale aliyosema mheshimiwa Rais kabisa, tunatarajia utekelezaji wake utaleta majibu ya wananchi wengi e, bila kujali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 hatuwezi ku, ku, kuepuka hilo kwamba kuna wengi wameumia. E, sisemi kuumia kwenye vurugu za uchaguzi wenyewe siku hiyo 29, lakini waliokosa hizo nafasi, ukiacha nafasi ya urais, lakini kwenye ubunge pia, lakini kwenye udiwani pia. Kwa hiyo watu wametoka huko na asira zao na chuki zao. E, sasa wakizijumulisha na kukosa urais na kuwa hivyo. E, sasa unajua inapokuwa imetokea uchaguzi kama hivyo E, watu wanakuwa wamejipanga kuchukua dola, hakuna naye ingia kubahatisha au kujaribisha. Ehe, sasa ukianza kwenye vyama vyenyewe michakato yao wenyewe kunakuwa na vita huko pia, nani aende kupeperusha bendera yetu kwenye uchaguzi huu? E, sasa wanapojitokeza wengi kama tulivyosikia, na hiyo sio sio ajabu, ni nchi zote ni hivyo e, wanaokosa wanahitaji faraja sana kabisa kabisa, wanakuwa wamejeruhiwa e, wamejeruhiwa, wamekosa, wanaweza kaona e, wanahitaji faraja, sio sio kuzomewa, sio kuzomewa, sio kutukanwa, sio kubezwa e, e, kabisa faraja. Poleni jamani, imekwisha, lakini e, bado kuna maisha baada ya uchaguzi. Maneno kama hayo, tuko pamoja, tuijenge nchi yetu. E, na sio lazima usikilizwe au upokelewe, lakini angalau umeonyesha. e, wazungu wanasema in a polite way, ya ku yaku e, mtu anaona hapa kuna mtu amejali. e, lakini kauli mbaya mbaya kalikali za hapana hapana. e, mimi nasema hivyo. Um, maridhiano yatafutiwe namna yoyote ile yafanyike tena sio ngazi ya taifa tu. Nadhani maelekezo yatolewe hata mpaka kwenye wilaya mpaka kwenye kata mpaka kwenye majimbo e, kukutana na waliokosa e, waliopata. Sio kwamba ni mataalamu sana au vipi, tukijua neno hilo mi, kama kiongozi wa dini, kwamba mamlaka zote zinatoka kwake Mungu, e, naye amesema tu lazima watu watii mamlaka iliyokuu, kwa sababu hakuna mamlaka isiyotoka kwake hizo ni dini zote zinakiri namna hiyo. Hakuna mamlaka isiyotoka kwake, akasema hata hii iliyopo imewekwa na yeye. Sasa kwa hiyo kinachobaki kwa mwananchi ni kutii e, na kutii kuna gharama zake, ndio hapo, unatii huku nanungunika, unatii huku utaki, lakini kama kuna madai, kama kuna manunguniko yoyote, hakuna naye yapuza. Ndio maana nimesema maridhiano, kusikilizana Eh, unajua hilo neno maridhiano watu hawajajua maana yake kabisa. Ni kusikilizana, unamsikiliza mwenzako kinachomkera ni nini? Eh, na wewe unasema kinachokukera kwake ni nini? Kwa nini? Kwa sababu hii Tanzania ni yetu. Eh, sijawahi kuona na haitatokea mgombea atoke nje ya nchi. Ni sisi wenyewe wa Tanzania wote E, aliyepata ni Mtanzania, aliyekosa ni Mtanzania. Tunarudi kwenye historia yetu, hatuna historia ya kupigana, hatuna historia ya vita. Vita tunayopigana tunayokumbuka niyo kama watu wamevuka mipaka yetu kuingia, lakini Mwalimu Nyerere alishamaliza hayo ya ukabila ya udini e, vita ya kikabila haipo vita ya dini haipo, na migogoro ya dini ilikuwa inaongoza wakati fulani hivi, lakini kamati za amani za mikoa zimemaliza hilo e, zimemaliza hilo. Mfano mkubwa ni hapa lakini, na Dar es Salaam hata mikoa mingine, sasa nchi nzima, najua zina kamati za amani za mikoa. Kwa hiyo ukisikia kamati ya amani, maanake viongozi wanatoka pande zote mbili. Sisi tunajua dini kubwa ziko mbili, kuna Waislamu kuna Wakristo, lakini tusisahau kwenye Wakristo kuna madhehebu yao tena tofauti tofauti kwa Waislamu tena kuna madhehebu yao tofauti tofauti. Kwa hiyo dini kubwa Wakristo na Waislamu kama wamepatana, kazi ni nzuri na hilo limemalizwa na kamati za amani, kwa sababu kama viongozi wanatoka pande zote na wajumbe wa kamati hizo wanatoka pande zote mbili. Sasa hivi wanakaa, tunakaa pamoja, tunaongea, tunaelewana, tunakula pamoja. Imefikia wakati sasa tunaalikana hata kwenye sherehe, tunakula pamoja Tunaoleana, kitu ambacho hakikuwepo. Kwa hiyo kwa upande wa dini tumeshinda. Sasa kwa upande wa ukabila tulishashinda, hakuna mtu anajivunia kabila lake. Mwalimu alishamaliza hiyo. Sasa hizi chokochoko ambazo -choko, zinataka kutuvuruga na kutugawa, mi nadhani tu mazungumzo ya maridhiano yatamaliza hayo yote kabisa. Wasikilizane, wamalize, itaisha tu, itaisha.